Nashukuru, Allah awabariki wote walioanzisha mfumo huu wa kuzitambua haki na mali za BAKWATA. Kwa hiyo mimi nimefurahi mno, kwa sababu hatujachelewa. Tulichelewa, lakini hatujachelewa. Mali nyingi huko nilikotoka Dar es Salaam, asabau nimesoma katika shule ya Rahmani Islamic High School. kwa hiyo nilikuwa nashuhudia kule mali nyingi za BAKWATA zinapotea hivi hivi, maviwanja Sehemu open place ambazo zilikuwa za BAKWATA zimekwenda tu vyovyo. Eh, majumba yale ya wakfu yale ambayo BAKWATA itakiwa simamie yale mali zote kwa na nembo mle watu wasingefanya ujanja, lakini tunashukuru uongozi wa sasa hivi hauongozi kwa mazoea, unaongoza kwa kufuata haki na sheria zinavyotakiwa kuhakikisha mali za Uislamu zinasimamiwa vizuri hususan hili ndio jambo ambalo nimeshukuru sana, alafu vile vile nimeshukuru sana kuletewa mafunzo haya kwa ajili ya kwenda kuwaelimisha wale maimamu wa misikiti ya kata wale ambao wanaongoza tu kwa mazoea. Tutakwenda fikishe ujumbe kule, tuhakikishe wale mabwana hawaongozi kwa wanavyotaka wao. Nitahakikisha kata yangu inakuwa na uadilifu, inakuwa na viongozi ambao wanajitambua hawaongozi kwa mazoea, wanaongoza kwa sheria na haki zilizopangwa na uongozi mkuu wa Bakwata. Vile vile namshukuru sana Mufti wangu Sheikh Abubakar Zubeir. Mwenyezi Mungu amzidishie afya. Eh, atuwekee huyu bwana. amzidishie afya, amuondolee maradhi, amzidishie afwa, amzidishie kila la kheri ili atuongoze vizuri, ili Uislamu wetu usimame inshallah bi idhnillah ta'ala. Tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye katuletea jopo hili lenye malengo ya kuwapa ufahamu mashekhe wa kata nchi nzima lakini pia na udhibiti wa mali za baraza nchi nzima kwa utaratibu ambao wametuletea utaratibu huu kama shekhe wa kata ya Manundu kwangu mimi nimeufurahia sana kwa sababu itafanya mali zetu za baraza si za kupapasa zinafahamika mahali zilipo kwa hiyo ni rahisi hata mtu akitaka kuchangia ama kuendeleza katika maeneo yetu, anajua hapa ni mahali pa BAKWATA na maendeleo yanaweza kufanywa muda wowote. Kwa hiyo jambo hili mimi naliunga mkono kwamba liendelee nchi nzima kuzifahamu mali za BAKWATA mahali zilipo, lakini adui wa BAKWATA pia ashinde kutia mkono kwa sababu alama zipo, hawezi akaingia mahali ambapo sio pake, panaonekana mchana mchana tena kwa macho yenye kuona. Baada ya kuzungumza hili, mimi naunga mkono maneno ya mwenyekiti wangu wa, wa wilaya, lakini naunga mkono pia yale, ule utangulizi wa katibu wangu wa wilaya, na mimi shekhe wa kata pia kwa niaba ya, ya, ya mashekhe wenzangu wakata, tunakubaliana na utaratibu huu na tunaomba inshallah, ili zoezi lisisitishwe, limalizike ili tuingie kwenye michakato mingine inayotupa maendeleo kama Baraza Kuu BAKWATA Tanzania. Mimi kwa jina naitwa Shaban Abasi Swalehe, ni mkazi wa Korogwe. Mwenyezi Mungu, tunashukuru tunashukuru saba mara sabini kutokana na hii fursa aliyotuandalia Mufti. Nashukuru sana, maana kuna vitu yani, tumezaliwa kwenye Uislamu, lakini kuna vitu mpaka tunakuwa tunakomaa tunafika hapa hatuvijui, hatujitambui. Hata walimu baadhi wanaokuja wanakuja na darasa hizi na darasa hizi, kuna vitu hawajafika, hawajagusa. Watu wazima wanafanya kushangaa. Tumezaliwa kwenye Uislamu, umekabidhiwa msikiti, umekabidhiwa silibali za Uislamu, bado hujui, hujitambui kumbe tuko vizuri, tuna power, tuna nguvu ya kutosha kusimama na Uislamu. Sisi kama BAKWATA, nimezaliwa kwenye Uislamu ndani ya BAKWATA, nimekuwa mpaka nafika hapa, kuna vitu ndo naanza kupokea. Mashaallah, Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi, ndugu yetu. Sisi tuko pamoja na wewe, usituache, na sisi hatukuwachi, tutakubeba ndugu yetu. Uh, tika kuelekea urasimishaji wa rasilimali za baraza chini ya mkurugenzi wetu Mahadi Abdul Karim, zoezi kama alivyoeleza linakwenda vizuri na limeanza katika mkoa wa Tanga kwa kuweka alama mali zile za baraza. Ninachotoa tu msisitizo wa wanabaraza katika ngazi zote anzia ngazi ya mkoa ngazi ya, ya wilaya mpaka ngazi ya kata mpaka ngazi ya msikiti, huwapa ushirikiano wa kutosha mtaalamu wetu huyu ambaye anatusaidia namna ya kurasimisha mali. Lakini urasimishaji mali huu unaendana sambamba kabisa na utumiaji wa TEHAMA, kwa maana kwamba sasa itakuwa ni rahisi namna kuziona mali zetu katika ngazi zote ukiwa uko ofisini. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo binafsi pia tumekuwa tukilipigia kelele na kuliunga mkono sana, na ninaomba pia ngazi za chini pia waweze kuliunga mkono, na hii itaenda na sambamba pia na kufanya coding pia ya asset zetu, kwa zoezi hilo ambalo tayari mabo makuu tumefanya nkwamba, lazima asset zinazopatikana katika maofisi yetu kuanzia meza tona kompyuta printa, na vyenyewe pia ni muhimu, lazima viweze kutambuliwa. Alhasili, tunachokusudia ni kwamba mali zetu zote za baraza zinatakiwa ziwe in place, ziwe mahala ambapo ziko sawasawa kwa kuweza kutambuliwa.